Ndugu zangu nayasema haya nikijua wazi kabisa kwamba vurugu haianzi kwa bunduki vurugu inaanza kwa, kwa, kwa maneno au vitendo utaka kufanyia mtu kwa hivyo tuendelee kuhimizana kwa kwamba tuhakikishe katika kipindi hiki kilichobaki mpaka siku ya uchaguzi tuwe na amani katika nchi yetu